Bara la Afrika linaonyesha kiwango kikubwa zaidi cha maambukizi ya virusi vya ukimwi kuliko bara lingine lolote duniani, huku wastani wa watu 3.9 katika bara hili wanaishi na virusi hivyo. Inaaminika kwamba virusi vya ukimwi vilitokana na virusi vya simian immunodeficiency, yani SIV ambavyo vilivuka kizuizi cha spishi kutoka kwa nyani wa Afrika ya Kati kwa angalau mara mbili, uwezekano mkubwa wakati wa windaji binadamu walipogusa damu ya nyani aliyeambukizwa naku kuwa uwa sasa. Kwa mujibu wa tovuti ya World Population Review inayojihusisha na data mbalimbali duniani kote, imeweka orodha ya nchi za Afrika zinazoongoza kwa kuwa na maambukizi makubwa zaidi ya virusi vya ukimwi katika bara hili ambazo ni pamoja na, tukianza na namba kumi hadi namba moja. Namba kumi imekamatwa na taifa la Uganda. Uganda imekamata nafasi ya kumi kwa kuwa na viwango vikubwa zaidi vya virusi vya ukimwi ambapo miongoni mwa watu wazima wa ambayo ni sawa na ya miaka iliyopita ya watu wanaishi na virusi vya ukimwi Uganda. Kwa muda mrefu zaidi imekabiliwa na changamoto katika kugundua VVU, jambo ambalo limesababisha kiwango cha juu cha maambukizi. Inawezekana pia kwamba maboresho ya hivi karibuni katika upimaji yamechangia idadi sahihi zaidi kutokana na ugunduzi bora badala ya ongezeko halisi ya viwango vya maambukizi. Kwa msaada wa programu kamili za matibabu, Uganda inalenga kupunguza kiwango cha maambukizi ya VVU na vifo vinavyohusiana na VVU katika miaka ijayo, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya nchi hiyo. Namba 9 imekamatwa na taifa la Malawi. Nchini Malawi, asilimia saba nukta sita ya watu wanaishi na virusi vya ukimwi, ambapo kiwango cha VVU nchini Malawi ndicho cha kwanza kwenye orodha kushuka chini ya asilimia 10. Takribani watu laki tisa sabini elfu hadi laki tisa tisini elfu wanaishi na virusi vya ukimwi nchini Malawi kufikia mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu, huku vijana wakiwa katika hatari kubwa karibu ambukizi yote mapya ya VVU nchini Malawi yalitokana na miongoni mwa vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 24. miongoni mwa wale wanaoishi na virusi vya ukimwi laki nane tisini na moja elfu na mia tisa hamsini walikuwa wakipokea ART kufikia mwaka wa 2022. Ongezeko la zaidi ya asilimia kumi kutoka miaka michache iliyopita. Mojawapo ya vikwazo vikubwa vya maendeleo ya VVU nchini Malawi ni unyanyapaa unaohusishwa na ugonjwa huo ambao huwazuia baadhi wagonjwa wanaotarajiwa kutafuta utambuzi wa matibabu. Licha ya haya, Malawi iko karibu sana kufikia malengo ya UNAIDS. taifa lingine ambalo lina maambukizi makubwa zaidi namba 8 ni Zambia. Zambia ina kiwango cha 8 cha juu zaidi cha VVU duniani cha asilimia 11. Watu milioni 1.3 nchini humo wana virusi vya ukimwi ambayo ndiyo chanzo kikuu cha vifo nchini humo. Hata hivyo, asilimia 93 ya watu walioathiriwa walikuwa wakipokea kufikia Septemba mwaka 2023, na zaidi ya asilimia 95 wamepunguzwa virusi. Matokeo yake matarajio ya maisha miongoni mwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi yameongezeka kwa kiasi kikubwa. Kama ilivyo katika nchi nyingi za Afrika, sababu kuu ya vifo vinavyohusiana na virusi vya ukimwi nchini Zambia ni kifua kikuu, ambacho wagonjwa wa virusi vya ukimwi walio na kinga dhaifu ya mwili wanawezekano mkubwa wa kuambukizwa. Asilimia 88 ya wagonjwa walio na VVU walipimwa kifua wa kikuu mwaka 2020. Na namba saba imekamatwa na Namibia. Nchi hiyo ina kiwango cha saba cha juu zaidi cha virusi vya ukimwi cha asilimia 11.5 kufikia mwaka 2023. Virusi hivyo ni chanzo kikuu cha vifo nchini humo, huku takribani watu 230,000 nchini Namibia wanaishi na virusi vya ukimwi huku takribani watu 6000 wakiwa wameambukizwa hivi karibuni. Wa mwaka 2024, takribani asilimia 97 ya watu wazima na watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini humo wanapokea IRT kutokana na juhudi mbalimbali mbali za kupunguza ukimwi nchini Namibia. Vifo vinavyohusiana na virusi vya ukimwi vimepunguzwa kwa asilimia hamsini kuanzia mwaka elfu mbili na mbili hadi mwaka elfu mbili kumi na nane. Nambali sita imekamatwa na taifa la Zimbabwe. Zimbabwe ina kiwango cha juu cha sita cha watu wenye ukimwi duniani kwa asilimia 11.7, ambapo kuna watu milioni 1.3 wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini humo, wakati asilimia 82 ya wanaume watu wazima na asilimia themanini na nane ya wanawake, huku asilimia sabini na nane ya watoto wanaishi na virusi vya ukimwi nchini humo na wanapokea ART kama ilivyo Afrika Kusini. Wanawake wameathiriwa kwa kiasi kikubwa na VVU nchini Zimbabwe, hasa wasichana vijana na wanawake. Mojawapo ya vikwazo vikubwa vya Zimbabwe katika kutoa huduma za VVU ni hali haramu ya kazi ya ngono na ushoga nchini humo na kufanya iwe vigumu sana kwa makundi haya kutafuta msaada wa kinga na matibabu. Namba tano imekamatwa na taifa la Msumbiji, ambapo kufikia mwaka 2023 watu milioni 2.4 waliishi na virusi vya ukimwi nchini humo, wakiwemo zaidi ya watu elfu 80 walioambukizwa miaka ya hivi karibuni. Wanawake kwa kionge kikubwa sana nchini Msumbiji wameambukizwa virusi vya ukimwi na wanachangia takribani asilimia 60 ya, ya watu wazima wanaoishi na virusi vya ukimwi na vijana pia wenye umri kati ya miaka 15 hadi 24, karibu mara mbili zaidi ya wanaume wakubwa kuambukizwa virusi hivyo. Kwa upande mwingine, zaidi ya asilimia 95 ya wanawake wajawazito wanaishi na virusi vya ukimwi pia waliweza kupata ART ili kuzuia kuipitisha kwa watoto wao wachanga waliomotumboni na pengine kuzuia maelfu ya maambukizi mapya ya VVU miongoni mwa watoto wachanga. Nambari nyingine ni namba nne iliyokamatwa na taifa la Afrika Kusini ambapo maambukizi ya VVU nchini humo ni asilimia 16.6 na kuifanya kuwa kiwango cha nne kwa ukubwa duniani kwa kuzingatia idadi kubwa ya watu nchini humo ambapo asilimia hii inafikia watu milioni 7.7 wenye VVU zaidi ya nchi nyingine yoyote na takribani moja ya tano ya visa vyote vya VVU duniani. Nchi hiyo ina mpango mkubwa zaidi wa ART duniani, huku asilimia sitini na nane ya watu walio na VVU wakiwa wamepokea ART mwaka 2021 hadi 2024, na, na asilimia tisini na tatu ya wagonjwa hao wakifikia kiwango cha kupunguzwa igwa virusi hivyo. Mafanikio ya mpango wa iarati wa Afrika Kusini ni sababu kuu ya matarajio ya maisha ya kitaifa kuongezeka kutoka miaka 56 mwaka wa 2010 hadi miaka 63 kufikia mwaka 2018. Na zaidi ya hayo, maambukizi ya VVU kutoka kwa mama hadi mtoto wakati wa kujifungua yalipungua kutoka asilimia 3.5 mwaka 2010 chini ya asilimia 1 mwaka 2021. Nambari tatu imekamatwa na taifa la Botswana, ambapo ni nchi yenye kiwango cha tatu cha maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa wingi, na inakadiriwa kuwa na asilimia kumi na tisa nukta saba ya idadi ya watu wana virusi hivyo. Wale walioathiriwa na virusi vya ukimwi nchini Botswana mara nyingi wanakabiliwa na vikwazo vikubwa, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa usawa wa kijinsia, sheria za adhabu dhidi ya makundi yaliyotengwa, na kuondolewa kwa ufadhili wa kimataifa. Hata hivyo, kama ilivyo katika mataifa mengine ya Afrika, asilimia ya watu wenye virusi vya ukimwi imepungua polepole nchini humo kwa msaada wa mashirika kama vile kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC. Botswana inatoa matibabu ya bure ya kupunguza makali ya virusi vya watu wote wanaoishi na virusi vya ukimwi. Namba mbili imekamatwa na taifa la Lesotho. Nchini Lesotho, VVU ama ukimwi ndiyo chanzo kikuu cha vifo nchini humo, ambayo ina kiwango cha pili cha juu zaidi cha maambukizi ya virusi duniani, ikiwa na asilimia 20.5, takribani watu laki mbili na sabini elfu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu nchi hiyo ilishuhudia maambukizi mapya elfu arobaini na nane ya, ya viviu na vifo elfu nne vinavyohusiana na ukimwi. Hivi sasa asilimia tisini na saba nukta tano ya watu wote wanaoishi na viviu wanapokea ART, ambapo takribani asilimia hamsini na saba ya wakazi wa Lesoto wanaishi katika umaskini, jambo ambalo mara nyingi hufanya upatikanaji wa matibabu ya ukimwi kuwa mgumu na limechangia matarajio ya chini ya maisha ya nchi hiyo ya miaka 55 kwa wanaume na miaka 57 kwa wanawake. Sasa, nambari moja imekamatwa na taifa la Eswatini. Kama ulikuwa ujui, unatakiwa ujue kwamba Eswatini ndio taifa linaloongozwa kwa kuwa na watu wengi zaidi wenye ukimwi duniani ambapo kwa zaidi ya asilimia ishirini na saba ya wakazi wake wote wana ukimwi. Eswatini ina kiwango cha juu zaidi cha maambukizi ya virusi kuliko nchi nyingine yote duniani. Labda haichangazi, ukimwi ndiyo chanzo kikuu cha vifo nchini Eswatini. Hata hivyo, kiwango cha maambukizi ya VVU nchini Eswatini kinapungua kupitia utekelezaji wa huduma zinazopanuliwa za matibabu na kinga. Nchi hiyo ilipunguza kwa kiasi kikubwa kiwango chake cha cha maambukizi mapya kwa karibu nusu kati ya elfu mbili na kumi na moja hadi 2016. Zaidi ya hayo, asilimia ya wagonjwa wa VVU wanaopokea matibabu ya ART iliongezeka kutoka asilimia 34.8 hadi asilimia 97, katika miaka ya hivi karibuni. Ingawa janga la virusi vya ukimwi limeenea nchini Eswatini, lakini makundi fulani, hasa wale waliotengwa na kufanyiwa uhalifu, yameathiriwa kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano pia, kiwango cha maambukizi ya virusi vya ukimwi miongoni mwa watu wanaojihusisha na masuala ya ngono wa Eswatini ni asilimia ambacho ni kiwango cha juu zaidi duniani kote. Je, wewe ulidhani ni nchi gani ambayo inaongoza kwa kuwa na watu wengi wenye ukimwi duniani? Hebu tuandikie kwenye komenti hapo, na sisi tutaiona. Tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii kupitia jina Msasa Online, Msasa kisasa zaidi.